Unaangalia Daddy Face TV, mtu angemwongelea by the way, si ndio? Mm, yeah. Lakini kwa sababu Hamisa ni, ni maarufu, nikio cha jamii hiyo inakuja kama pakeji yake, yaani mm -hmm. Kwa sababu ni maarufu na vitu vingine nikubaliana navyo kama mzazi, kwa hiyo nishaji set tangu mwanzo kama hivi eh, vitu vipo nikubaliana navyo na maisha yaendelee sawa. Okay, huko uh, kwenye mitandao najua unapigia kwa Instagram na mara nyingi tunakuona nama ambavyo ukiingia kwenye mitandao ukiona watu wanamwataki mwanao, kuna namna ambavyo inakuumiza kwamba watu, kwa nini mwanangu, kwa nini mwanangu? Kama mzazi, vinauma sometimes, lakini unashukuru, alhamdulillah, maisha yanaenda. yeah. Yeah, unashukuru tu Mungu sababu, kila kitu mimi, kitu ambacho naamini, Mungu mbele, Mungu mbele. Yani hata mtu kama anakutukana unajua wewe anatukana, labda kuna chuki, labda kuna kitu anakiona kwa Hamisa Awezi tu mtu kulipuka kumtukana na mtu hakuna sababu, lazima kuna kitu anakiona ndani ya Hamisa, labda akifanya vile basi ataanguka ama hivi, lakini mimi naamini Mungu mbele, kila kitu ni Mungu.